Nimeona barua yao kwa umma, wanakemea vikali mashabiki wao kwamba walibuguziwa kule Zanzibar mm. Lakini kuna shabiki inaonekana kwamba ameumia umia sana usoni ile mm. Shabiki kwa taarifa nilizozipata, kwamba yule alipata ajali si ya bodaboda mm. lakini wamemposti mtandaoni baada ya mechi mm. ili mradi ionekane kwamba Simba wamempasua kiasi kile, ni kitu ambacho kiwezekani mm. Kwa hiyo tuambie tu kwamba Simba ni wakarimu, ni waeredi, hatuna mm. vivyo vitendo, ila tuwaombe viongozi wao mm. wabadilike. Hizi chachu zote za kugombana mashabiki viwanjani, mimi binafsi ni mm. mmoja wapo nakemea vikali mno Siriziki navyo na sipendezwi navyo. Unaungana na viongozi wa Yanga ama unaungana na ile barua ya Yanga Afrika? Siungani na barua yao na siungani na viongozi wa nyuma mwiko. hmm. Naungana kwenye utanzania wetu, ni nchi ya amani. Masuala ya vurugu viwanjani, mm. haina haina ladha na haileti picha nzuri katika mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo mimi naomba viongozi wa nyuma mwiko. hmm. Wawe waelewi. Leo tumemaliza mechi ya fainali, viongozi wamehusika kwenye kukodi vingoma kabisa. mm. Wapo sehemu maalum wanacheza wakiwa na wale my friends wao wa juu kabisa. hmm. Wamekutana wanashiriki mashindano. Maana ile inaonyesha kwamba hata hao mashabiki wao wanapouguziwa viwanjani na mashabiki wa klabu ya Simba, mm. wao ndio hmm. wana babisha endapo viongozi wao wangekuwa makini kwenye haya haya yote yasingetokea, kwani sisi hivi vilabu tumevikuta vilikuwa toka wazee wetu. Kwani wao binafsi walikuwa wachezi mpira kipindi hicho walikuwa wafungani kwa walikuwa washiriki mashindano ya kimataifa. Kwa nini iwe sasa hivi? Maana yake inaonekana viongozi walikuwa sasa hivi sio watu wa mpira mm, ile wamevamia kwenye mpira, wanahitaji kufanya mpira uwe wa sama, mpira uwe adui. Hawa wote wanaona wanabuguziwa viwanjani, tunakaa wote mtaani. Tukirudi sisi ni familia, tunakutana mtaani. Kwa binafsi mimi vitendo vile sipendelee vinao, lakini wao viongozi ndio wanasababisha hivi vitendo vikithiri viwanjani. Kwa sababu binafsi mchezo wa shirikisho barani Afrika ni mchezo wa kitaifa sio wa Simba Sports Club. Wewe kama kiongozi unamaliza kikao chako hapa, unasema nina jambo kubwa kule Zanzibar, hmm. Sawa, kule ni nyumbani kwako, jambo lilokuwepo la Simba Sports. Wewe kama kiongozi wa klabu unasema una jambo kubwa, una jambo gani? hmm. Kwa hiyo manake enda fainali, sikusikia wizara itoke iseme kwamba tuweke utaifa mbele. Nadhani hii pia Inahitajika kwa waziri wetu wa michezo. Nadhani kama kalisahau hili basi nao wanatakuwa wasimame na kulizungumzia hili tukiwa kwenye mashindano makubwa kimataifa, tunawakilisha taifa. Wasimame viongozi wa nchi pia kukemea haya. Pengine italeta kidogo kupunguza kasi ya kulumbana viwanjani. Nandi, goli la Steve Ndese Mkwala unalizungumziaje? Ah, goli la Steve Ndese Mkwala ni goli kali, ni goli zuri kabisa maana yake binafsi unaona aliwapunguza watu wawili akaangalia golikipa yuko wapi, mm. akatafuta sehemu akapiga ukaenda kambani, mm. kwa hiyo Ndese Mkwala amerejea hata uliona kwenye mechi ya finali, alipiga free header, golikipa akapishana nao kaenda kambani ili atukwapa ameamua kwamba lile sio goli mm. Likarudishwa pale kwa offside, wanasema wa, wa, Beida juzi tu ametoa lecture, lakini bado e, sasa makosa ni yale yale, hakuna kitu ambacho amejifunza. Marefa wa Tanzania ni kweli, Beida juzi alitoa, eh, alitoa lecture kwa marefa wa Tanzania binafsi uh, yule sio mwamuzi ambaye anaweza kusimama kwenye mashindano makubwa barani Afrika, pamoja wenyewe wamemchagua mm, kwenda kushiriki kushindana kwenye mashindano makubwa kuchezesha yale ngazi ya vilabu duniani, lakini yule mwamuzi ni mwamuzi wa mipango zaidi. Kwa hiyo anatakuwa achezeshe mpira kwa weledi, asichezeshe kwa mipango, kwa mipango mingi. Kwa hiyo mpira unahitaji maneno mm, mpira unahitaji ziaka, mpira unahitaji vitendo. Kwa hiyo mimi naamini kama watatulia ya, yeah, Simba wamefungwa kule Zanzibar. Simba Zanzibar tukufungwa kule sisi tulipata matokeo lakini ili kuwafigisu ya wania. Haya mashabiki kuonekana kwamba tunatolana viwanjani. Kwani tumeanza leo kushabikia mpira. Tumeanza muda mrefu tu. Na hawa mashabiki ambao tunakutana viwanjani ni watu ambao tunaishi mtaani tuko pamoja. Kwa nini uwepo tukaenda pale iko sawa sana? Na maana mashabiki wao wamesema kwamba mechi zao zilizobaki hawahitaji kuwataka mashabiki wa Simba. Waje viwanjani wakija manake na wao watapiga, watalipiza. Je, yeah, tunafikisha wapi mpira wetu? Kwa viongozi watakuwa wasimame, Yanga wakalipiza. Nini kitatokea? Ah, binafsi wao kulipiza. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Walitolewa uwanjani. Mimi sikuona kama waliumizwa kama yule mtu ambaye anaonyeshwa mtandaoni, yani yule anasemekana kapata ajali ya bodaboda huko boda, wakamweka mtandaoni kwa sababu ndio siku ile ya mechi, ili kutengeneza sosi na kutengeneza chuki, ule ni uadui, lakini kile kitu nadhani kilikuwa kipo. kwa hiyo mimi, tuwaambie tu mashabiki na viongozi wa nyuma mwiko <coughs> Sasa yule aliyopasuka yu, yu, yu, kabisa mtu alipigwa kiasi gani na pale jeshi la polisi lipo ambaye linasimamia amani. Mimi naamini washabiki wa Simba ni watu ambao waeledi na wana amani. Ile yote ni kutengeneza chachu, kuchochea tu. Kwa hiyo tuwaambie tu viongozi wa klabu ya nyuma mwiko wajipange kwenye uweledi kwenye mpira. Kama kweli wamehamia kwenye mpira, wafocus kwenye mpira, wasifocus kwenye uadui. Kabunju ile ni, ni ugomvi, ni viongozi, sio mashabiki. Kwao tuwaambie tu awaendeshe mpira kiweledi. Sasa kama tulikimbia mechi, si tunaenda kufanya mazoezi siku moja kabla? Kwa nini waliweka mabausa? Kwa nini walimwamuru yule meneja asifungue geti? Na leo yule meneja bale hayupo kuna meneja mwingine, kwa nini asiendelee kufanya kazi pale? Manake wanamaanisha wao walimtumia ili mradi ile mechi sichezwe. Kwao tunaambia viongozi wabadilike. Mnandi, imani na matumaini ya eh, wapinzani wako walitarajia kwamba leo utapotea ile, ile kauli ya kusema hatuchezi ng'o ifutike, lakini umeweza kushinda na gebu limebaki la alama moja. Unazungumziaje ushindi wa hii leo? Mi leo ndo nimemaliza NBC Premier League yeah. Anakuja yeah, ni Kagera Sugar ambaye kashashuka daraja. Anafuata kimgodi ambaye wote wameshashuka daraja. Ina maana anaweza kunizuia mimi nisende kwa bingwa. Sawa. Anafuata nyuma mwiko akasema, hachezi siku hiyo, anaenda Rwanda. Kuna Bonanza, kuna na Royal Sports anaenda kusherehekea Bonanza. Sasa mimi nacheza naye tena huyo. Kwa hiyo maana yake mimi nikabiziwe kombe tu baada ya mechi hii nikabiziwe kombe, naenda kutafuta kombe langu la pili kule la Standard Bank. Kwa hiyo umemaliza leo? Ligi mimi nimeshamaliza leo. Wamesema hawachezi au robaki wote washashuka daraja, watakuja kupiga hapa hapa KMC. Hatuwezi wezi kupata shida kwenda Bukoba sisi, kwenda Mbeya. Wanakuja hapa hapa tunamaliza shughuli. Au wale wasema hawachezi huko. Kule wamesema tena hawachezi ngo, tunawafuata huko sisi, hatujapeleka sisi tulipeleka timu tarehe saba siku moja kabla mchezo. Timu yoyote kikanuni lazima ifanye mazoezi siku moja, isipohitaji hitaji, hakuna shida. Tuliamua kwenda kufanya mazoezi, kanuni inaturuhusu. Tulizuiliwa pale na wenye mamlaka mchezo ule, wameshindwa kutusaidia kutusaidia. Hatuwezi kupeleka timu sisi, tulienda kufanya mazoezi siku moja kabla mchezo. Inategemea taarifa kama inatoka mapema. Kuna kikao kile cha mechi siku moja kabla, sawa, kulikuwa na taarifa hiyo Sawa, kuto kwenda uwanjani, kitu kingine chochote. Pamoja kuna watu ambao wanasimamia ule mchezo. Mechi kamishina, kamisaa na waamuzi wa mchezo. Lakini binafsi wao walipeleka timu uwanjani. Kulikuwa na waamuzi gani? Kulikuwa na kamisaa wa mchezo? Unamzungumziaje sasa hivi kwa namna ambavyo ametafsiri sheria 17 za mpira wa miguu? Hii leo kumekuwa kuna matukio kama mawili tata ndani ya 18, Singida Black Stars wakialalamikia, na wameanzisha fujo tumeshuhudia katika benchi la ufundi. Kwako wewe, unalizungumziaje hili? Kwa mimi binafsi nilikuwepo hapa nimeushuhudia mchezo vizuri, sijaenda kuangalia kwenye marejeo kwenye runinga, lakini nimeushuhudia mchezo vizuri kwa hiyo, naamini naamini naamini Elisa C alitafsiri sheria sheria ya ya 17. Vibendera wake, nadhani unamwona huyu, alikuwa huko muda wote, hata kama kama kama sio offside anaonyesha offside. Kipindi cha kwanza zaidi ya offside nane, wakati kulikuwa na na nyingine, hakuna offside. Kwa hiyo binafsi binafsi mimi mimi naamini yeye kama muamuzi wa kati ameenda kutafsiri sheria, na kama kuna mapungufu ya kibinadamu madogo madogo, awe binafsi, haiwezi kumfeva kwa sababu hatuna VAR, au wenye VAR tu tu wametunyonyoa kule, mtu kaenda kushindwa kwenda kwenda kuchungulia pale kwenye runinga peke yake, kwenda kujilizisha kasikiliza ndani tu hasa, utamlaumu Elisa C. Mimi naamini uwezo wetu ndio umeamua matokeo hapa uwanjani. Kiki kiki Asante sana.